Israel yaanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran baada ya kukiukwa kwa usitishaji wa mapigano. Muda mfupi baada ya hali ya utulivu wa muda mfupi kuripotiwa, jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha kuanza kwa mashambulizi mapya dhidi ya Iran kufuatia kile ilichokitaja kuwa ni ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa leo na waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz kuwa Iran imechochea hali hiyo kwa kurusha makombora kuelekea maeneo ya Israel, hatua ambayo imevunja mkataba wa muda wa kusitisha mapigano kati ya pande hizo mbili. Katika tamko lake, Katz amesema kuwa Iran imefanya kosa kubwa kwa kukiuka usitishaji wa mapigano. nimeagiza mara moja jeshi la ulinzi la Israel kuanza mashambulizi mapya ya kulipiza kisasi dhidi ya vitendo vya uchokozi kutoka Tehran. Taarifa kutoka IDF zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yanajumuisha mashambulizi ya anga yaliyolenga miundombinu ya kijeshi ya Iran, vituo vya kurushia makombora pamoja na maeneo yanayoshukiwa kuwa ni ngome za kijeshi za kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Hali ya taharuki sasa imetanda mashariki ya kati, huku jumuiya ya kimataifa ikitoa wito wa haraka, wa haraka wa kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia ili kuzuia mzozo mkubwa zaidi wa kijeshi kuzuka. Mpaka sasa bado haijafahamika idadi kamili ya vifo au uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo mapya, huku mashirika ya misaada yakionya juu ya madhara kwa raia wasiokuwa na hatia. hii ni Togolai 24 TV. Kama bado ya bonyeza bata nyekundu iliondoka sbscibe, tafadhari bonyeza bata nyekundu ile iliondoka subscribe chini ya video hii ili kuweza kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi. Asante, usisahau kusubscribe, kusbscribe, kulike, kushea na ku comment. Togolai 24 TV ili we wa kwanza kupata taarifa zetu, asante.